Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad, na karibu katika kipindi kipindacho upewa asubuhi ndani ya kitengo ijue dini yako. Alhamdulillah, siku ya leo ni furaha na bashasha kuwa na shekhi wetu ambaye pia anazidi kutuelimisha zaidi kuhusiana na dini, na inshallah, katika mada yetu ya leo hususan tunaenda kuangazia kuhusiana na Ghadeer Khum, yani tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na Ghadeer Khum. Huenda wengi hawafahamu kilichotokea Ghadir ni nini? Ghadir yenyewe inahusiana na nini? Na katika mada hii insha Allah tunataka kuangalia introduction ya Ghadir Hum. Insha Allah tukirudi kwake, si mwingine bali ni shekhu wetu Shekh Husein Patrova. Nam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Shekh. Nashukuru sana, alhamdulillah, ni furaha Bismillah rahmani rahim, wasali llahuma ala sayidina muhamadi wala wa alihi tabiin tahirina allahuma sali ala muhamad wa ala ali muhamad. Naam, Alghadir al ghadir, al-Ghadir Khum. Mwanzo uh, tunaanza kujua, yani kutoa introduction kwa uh, Ghadir Khum. Mm, mambo gani ambayo yalitokea na yalikuwa ni sababu ya au yalisaidia kwenye uh, kuwepo kwa Ghadir Khum. mm. Mwanzo tunaanza na Ghadir Khum ni nini na kwa nini Ghadir Khum? Uh, Ghadir Khum ni sehemu, ni sehemu ambayo ni mahali ambapo watu wanatengana wakienda sehemu tofauti, uh, tofauti, uh, tofauti wakitoka nini wakitoka haji kwa sababu tunaongea kuhusu the event yenyewe mm. ya haji mm. kwa hivyo hili ni tukio ambalo lilitokea la kihistoria na lilikuwa na umuhimu sana katika kuendeleza kwa dini ya Kiislamu mm. kama Mtume hayupo na, na ndio sababu uh, tukiangalia kwenye vitabu vya historia tukiangalia kwenye hadithi za uh, pande zote mbili za kishia na kisunni, sana sana za kisunni, kuna hadithi nyingi ambazo zinasungumzia kuhusu hili tukio la Ghadeer Khum. Na sio tu kwamba hadithi zetu uh, za kishia peke yake ndio zinasungumzia zina mm -hmm. bali kuna vitabu ambavyo vimeandikwa, vitabu vingi sana ambavyo vinaongea kuhusu hili tukio la Ghadeer Khum, kwa mfano se... kwa upande wetu kuna kitabu ambacho kimeandikwa na ni kitabu kikubwa, yaani kinafikia karibu juzu ajiza kumi na moja mm, ni parts mm, na kila pati na karibu 200 pages inazungumzia kuhusu hili tukio la Ghadir Khum. Aliyeandika kitabu ni shekh ambaye anaitwa al alama Husein uh, Alamini ambaye mm. alitoa au alitoa uwasilia uh, wa mambo ambayo yalitokea ilitokea Ghadir Khum. Sivyo? Hivyo si kuna pia vitabu ambavyo vimeandikwa kwenye upande wa pili wa, ki, wa kisunni ambavyo vinaeleza hili tukio la Ghadir Khum, kwamba lilikuwa vipi na nini ilifanyika. Mm, kwa mfano uh, At-Tabari mm. ameandika kitabu aliandika kitabu cha ja Al-Ghadir na kwa bahati mbaya au bahati nzuri mm. Alipoandika hicho kitabu mm. sio mshia mm. Lakini baada tu e, ya kuandika tu hilo tukio ambalo lilitokea kwenye hii sehemu aliambiwa kwamba sasa yeye amekuwa mshia, mshia. Mm. Na kifo chake kilikuwa kibaya sana kwa ajili ya mm. e, hiki kitabu ambacho amekiandika Subhana. Uh, ni kama walimuua mm. kwa sababu ya kuandika kitabu cha Ghadeer. Ukiwa katika njia sahihi, inabidi ukubali kupigwa vita. Ni kweli, na lazima tu vita utapigwa, kweli. Sasa huyu hakubadilika, hakusema kwamba ni mshia wala hakuwa hakuwa mshia, lakini kwa sababu tu ameandika kitabu kuhusu hili tukio na hili tukio lina na connect na Imam Ali, basi walimtoa kwenye mila yao na wakasema kwamba ni mshia. Sasa nyingine inanifanya nahisi ya kwamba kuona huku wao kusema kwamba kumpenda Imam Ali alayhisalam huwa ni kwa maneno tu kwa kile ambacho mtume alikuwa amekielezea maana. Kama, kama mtume, mtume, mtume mgo, wa Mwenyezi Mungu subhana wa taala alisema kwamba mankuntu maula fahadha Ali maula kwamba mm -hmm. mm -hmm. Yani, unajua kuna maneno mengine yani yako wazi, hayahitaji wewe mpaka kupewa mwelezo zaidi. Ukisikia tu unaona nini yani, maana yake ni gani? Kwa hivyo hili tukio ambalo lilitokea, watu ambao walikuwa main kwenye hili tukio ni watu wawili mm -hmm. Imamu Ali na, na mtume na. E, na. tukio lilikuwa kwa Imamu Ali na aliyetoa alikuwa ni Mtume, lakini matukio yote ya, ya ambayo yanatokea sana sana kwenye dini ya Kiislamu sana sana na Mtume Muhammad Allah, si Allah. matukio Allah. ambayo yanakurupukwa tu ndio kwamba Mtume anafikiria tu kwa mfano uh, alipoenda haji mm. akafikiria tu mm. hacha nisimama hapa mm. saa hizi mm. eh, niambie watu kwamba yule ambaye nilikuwa kiongozi wake Ndiya. basi mm. Ali ni kiongozi wake. Hapana mm. hili ni tukio ambalo lina historia yake Ndiya. na protoko yake kutoka mwanzo, yani siku ya kwanza Mtume alipoanza uh, kueneza uh, dini ya Kiislamu mm. matukio kama haya yalikuwa kwenye protoko yake kwenye system yake mm, kwamba lazima mwisho, mw, uh, mwisho au uh, siku zake za mwisho atatoa mwongozo na haiwezekani kwamba uh, alipoanza kueneza dini ya Kiislamu tu kwamba alianza tu hivyo just from nowhere na akamaliza tu hivyo mm, just from no, uh, ani, bila kutoa mwongozo au viashirio vya jinsi dini ya, uh, dini ya Kiislamu mm, itaenda baada yake mm na hapo tunaona kwamba ili tukio lifanyike lazima kuwe na uh, maandalizi ya hilo tukio na kuna matukio mengi ambayo yamefanyika katika miaka ishirini na tatu ya Mtume mm. kuwa mtume, yakiwemo matukio litokea, ya kwanza ya kivita ambayo yalitokea yakiwemo Matukio ya kutangaza, kwa mfano, miaka mitatu ambayo alikuwa anatangaza Uislamu mm. uh, kisiri mm. Matuki, kuna matukio ambayo yalitokea pale mm. ya kutangaza pia mm. uh, Imam Ali kamba ni kiongozi baada yake Ndee, na pia huyu mtume kwa kutangaza kwake, kwa nini anatangaza na kwa nini anakuwa na na anani, anahisi kwamba kuna baadhi ya vitu lazima vitendeke. mm. tunarudi kwenye, kwenye, kwenye personality yake mm. kwa sababu mtume, pia, mm. uh, kwa sababu kwenye ya mtume na personality pia ya Imam Ali, kwa sababu ukitaja mtume Imamu Ali pia yuko pale, kwa sababu tunaambiwa kwenye hadithi kwamba mtume na Imam Ali ni nafsi moja, anfusana wa anfusakum. mm. kwa hivyo, uh, mtume alipoanza uh, kueneza dini kulingania watu na, alianza na kuna miongoni mwa tabia au uh, akhlaq ambazo alikuwa nazo. Tuliona kwamba miongoni mwa akhlaq kuu ya mtume kwamba alikuwa ni mwenye huruma sama, na alikuwa ni mtume ambaye anasikitika sana au anafuatilia sana matendo ya Waislamu au wanadamu, shida ambazo wanapitia na alikuwa na ona vibaya sana akiona kwa mfano mtu anapata anapata shida, na hapa tunaona kwenye sheria ambazo alikuja nazo yeah. Yaani hizi sheria ambazo Mwenyezi Mungu alishusha kwa mtume mm, ziliendana na personality ya mtume ili aweze kuzieneza vizuri yeah, kwa sababu kama huna hiyo personality huwezi ukapewa na Mwenyezi Mungu kile kitu kwamba ufanye na tukifuata kwenye historia ya baadhi ya ulama wa Kishia, kuna alim mmoja ambaye eh, nadhani tunamjua anaitwa Abbas Al-qumi no. ambaye aliandika eh, aliandika kitabu cha eh, Mafatihul Jinani no. Sasa alipoandika kile kitabu, tunaambiwa kwamba hakuweza kuandika kitu ila amekifanya kile kitu no. sasa kama Ali mtu anaweza kuwa kwenye hicho kiwango, pia Mtume mm. lazima hangeweza kusema kitu mpaka awe amefanya kile kitu ndiyo. Kwa hivyo Mtume wetu alikuwa very much concerned na personal issues ambazo watu walikuwa wanapitia hizo mm. enzi na tunajua, alitumwa wakati ambapo uh, jamii ilikuwa ime, ime, ime yumba, tabia, yani, tabia zimekuwa mbaya mpaka ina, ina, u wakati ukaitwa wakati wa jahilia mm. Yani watu hawajui haki zao wala hajui mm. haki za wenzao. Mtu mm. anaweza kafanya chochote kwa mwenzake mm. kwa kiwango kwamba anaweza mpaka uh, akifikiria tu anaua mwenzake mm. akifikiria tu anafanya chochote ambacho akiendani na mm. humanity eh, mm kwa hivyo Mtume alitumwa katika ma, haya mazingira kuhakikisha kwamba amebadilisha hiyo dhana mm. Ameleta uwasilia wa dini vile Mwenyezi Mungu anavyo anavyotaka. Ndio maana ikasemekana kwamba ikasemekana innama buithtu liutammima makarima al akhlaq, exactly. Kwa hivyo ili kuwa kuleta makarima akhlaqi iwe iwe ya juu, lazima yeye pia awe na zile tabia ambazo ni nzuri, yani awe kiongozi mm. na hapa kuna kipengele kikuu katika utume wa mtume wetu na. kwamba ni kiongozi wa na uh, kuwa kiongozi lazima ujue au lazima uwe very much concerned na baadhi ya vitu ambavyo watu wako wanapitia. Kwa mfano, huwezi ukawa kiongozi na watu wako kwa mfano wanapata shida na wewe hujui, mm. au wanapata shida na wewe huwezi ukatatua haya matatizo kweli. Yani the concept ya uongozi mm. ni kuweza kutatua matatizo ya ndiyo, ya watu ambao unawaongoza una, mm. na ndio hivyo Mtume alikuwa uh, alikuwa anafuatilia sana matukio ambayo yanatokea kwa maisha ya wanadamu personally, na kwa maisha ya wanadamu pia kwenye uh, social life na everything ambayo mm -hmm. inaenda around maisha mm -hmm. ya mwanadamu mm -hmm. na akatuongoza katika kila kitu, kwamba ukitaka kufanya hivi ufanye hivi, kwamba akatukataza kwa vitu ambavyo havifai, ili tuwe na mshtama ambao ni mzuri mm -hmm. Tuwe na uh, umma ambao ni umma mmoja. Ndio pale uh, ambapo mtume aliweza kuja na sheria, aliweza kutupatia sheria ambazo zitatuongoza. Hizo sheria zikumaanisha kwamba Uh, ni matukio ambayo ilitokea tu ule muda ambao mtume alikuwa alikuwa hai? Hapana. mm, mm. hizi ni sheria ambazo mtume alijua kwamba na Mwenyezi Mungu alijua kwamba, wa, uh, umma wangu kama mimi sipo, kuna baadhi ya vitu ambavyo watakuwa wanapitia. Sasa hizi sheria zitawasaidia kutatua mm. matatizo yao ya, ya, ya, ya kijamii na ya, ya, ya kweli, ki personal. Kweli, kweli. na tunapata shida sana. Kwa mfano saa hizi tukisema baadhi ya sheria ambazo zipo tunaweka tuna, tunafikiria tu wakati wa mtume kwamba ilikuwa jahilia mm. lakini bado inafanyika mpaka saa hizi mm. kwa mfano ule wakati walikuwa wanaua watu kirahisi, saa hii pia kuna watu ambao wanauawa. Ndiyo, saa hizi pia si lazima uue mtu kwamba ume, umeondoa nafsi yake mm kuna ile kuua ile, ile spirit ambayo ipo ndani ya mtu kwamba kuvunja moyo, kuvunja mtu moyo mm. Mtu anapa anakuwa ha ha ha hafikirii kwenye development ya Uislamu wala development ya Ndiyo. maisha yake, kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu mahali alimvunja moyo sasa mm. Kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi tunafanya kama wanadamu tunafanyia wenzetu mm. zina kuwa zinaleta shida katika uh, society ya Kiislamu tukijaribu kuunganisha au kuconnect zinafanana na zile zile ambazo zilikuwepo wakati zama za mtume, eh, zama za mtume au kabla ya mtume mm. kwenye zama za na. jahilia. Ndio sababu sisi tunaambiwa kwamba lazima tuwe macho sana kwa matendo yetu ambayo tunayafanya mm. mm. Kwa mfano ukikutana na mtu usimwongezee usimwekee, usi matatizo. Mwenyewe tayari ana matatizo yake, alafu unamwongezea mwenye mengine <laughs> yeah, mwenyewe ana matatizo yake, alafu wewe unakuja unamwongeza mm. uh, matatizo mengine na, na haya yote nadhani pia shahe yanakutana na swala zima la kwamba tumesahau tume kusoma dini sasa hii percentage ya wanaosoma dini ni chache sana. Kidogo sana. Sasa hivi tumeendekeza sana upande wa dunia, tumesahau akhera kwa sababu tukiangalia kama tutoe mfano wa ndoa. Ndoa mm. nyingi siku hizi ziko na talaka nyingi. ah, na hata ule okay. mwanamke anapopata talaka utakuta anaenda kwao, maana kuna sheria bado iko. Dini mm. imesema akae wapi? Akae pale pale kwa mume wake. Mpaka siku ita, ita ininyo, ikimalizika haya ah, eda ikiisha, ndoa rudi kwake. Sasa sasa hivi imekuwa ni kinyume mwanamke utakuta wengine wanamaliza kabisa mtu hajakata eda anaenda kuolewa. Sasa mm -hmm. inakuwa ni mtihani ya kwamba sisi tumeshindwa kuisoma dini. Na ndio maana nafsi zinakihirika kila siku kwa sababu hatufuati yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Mtume mm -hmm. amefunza kulingana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na ni jukumu letu sisi kuweza kufanya kwamba haya mambo yote yawe katika njia ambayo ni sahihi mm -hmm, lakini kwa vile tumekataa kusoma tunajikuta tunakuwa na shida nyingi tena upande mwingi zaidi, na tujui tunalofanya, tufanye vipi sometimes, wakati mwingine tunajua, mtu anajua kwamba kwa mfano, mfano ulio ulio utoa, mtu anajua vizuri kwamba inafaa nikae mm. eda siku hizi mm. Lakini yee mwenyewe kwa sababu ya nini zake mm. kwa sababu ya desire zake mm. anaamua tu anaamua tu, acha mimi niondoke, huyo ameniudhi nasitaki kumwona mimi, naondoka na nenda Ndi kwenye ndoa nyingine mm. kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika mm -hmm. Sisi wenyewe tukiachiwa tu kwamba tuyafanye kulingana na tunavyoona, tutaharibu Kweli. Na ndio sababu Mtume alikuwepo wakati wa Mtume alipokuwepo, alikuwa anahakikisha kwamba kila mtu anafuata dini kulingana na maamurisho ambayo yeye ameleta na ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa alikuwa ni kama alikuwa ni leader. mm. alikuwa anaonyesha njia mm. vipi inafaa tufanye kwenye mambo ambayo ni madogo madogo mm. ambayo yanahusiana ya, ya, ya na, na maisha ya mwanadamu Ndiyo. na maisha yake na jamii. Maana maisha na dini havitenganishwi. Eh, dini ni maisha na maisha ni dini. Ni kweli. Kwa sababu ukitaka kupata ile akhera, wanakuambia kwamba usitafute usi, usi, akhira sana pia ukasahau pia dunia, utafute dunia sana ukasahau pia ile akhira, angalia una balance vipi vitu viwili, upate faida yake. Kwa sababu sio kwamba ndio tuliambua dunia ina mambo mengi, ama dunia ina kila aina ya vitu, lakini kama vile Mtume Muhammad aliletwa kuhakikisha kwamba tuna tabia njema, tunapata zile tabia njema. Tabia njema tutazitoa wapi? Tutazitoa kwa pahali. Qur'ani imesema hadithi zimesema, mm -hmm. Mtume ametoa mwelekeo na kile akisema cha mtume kimetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu wala mungu. Yeah. Na. yantakani lhawa mm -hmm. in huwa illa wahyun Yuh. yuha kwamba ch ch chochote ambacho anachozungumza mm -hmm. mm -hmm. ni wahi ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu na. Kwa hivyo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anazungumza mm -hmm. kwenye maisha yetu ya kipersonal na kwenye maisha kama ya jamii ni lazima iwe inatoka, yani yalikuwa yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ni mpangilio ambao ulikuwepo kabla. Naam, naam. Shukran na sana Sheikh, acha tuchukua mapumziko, tukirudi tuendelea na awamu ya pili ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na Ghadeer Khum. Inshallah. Kurudi kwako, mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza, tukiwa naye Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Naamini, amini una zaidi kufaidikana naye kuhusiana na, na Ghadeer Khum akielezea. Kumbuka tunasema ni mwanzo wake, ni matukio yapi ama ya jinsi gani sisi tunafaa kufuata maswala ya Mtume alipoyafanya ama alipoyaelezea, lazima Mtume akuonyeshe ndio wewe uje uyafanye. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi.